Yaani, ukisikia jina Cristiano Ronaldo ni kama kusema nyama choma kwa Mmasai au pilao kwenye harusi, kila mtu anamtaka. Leo tunaenda kuchambua maisha ya jamaa huyu kutoka kuwa mtoto maskini wa Madeira hadi kuwa mfalme wa soka duniani. Lakini kumbuka, hii siyo hadithi ya kawaida, hii ni hadithi ya jasho, damu, machozi na six pack. Karibu kwenye video hii ya maisha ya Cristiano Ronaldo kutoka kwa umasikini hadi kwa utajiri wa ajabu. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro alizaliwa tarehe 5 Februari 1985 kule Funchal, Madeira, visiwa vya Ureno. Huyu mtoto alikuwa ni wa mwisho kuzaliwa kwenye familia ya watoto wanne na maisha hayakuwa rahisi hata kidogo. Baba yake alikuwa mfanyakazi wa manispaa, yaani mhusika wa kunywesha mimea na kusafisha mitaa, na mama yake alikuwa mpishi wa shule. Na sasa sikia hii jina: Ronaldo alipewa kwa heshima ya Ronald Reagan, rais wa Marekani wakati huo. Aisee, si mchezo <laughs> Lakini maisha hayakuwa ya kifahari. Kuna wakati mama yake alitaka kutoa ujauzito kwa sababu ya umasikini. Bahati nzuri hakufanya hivyo na dunia ikabaki na CR7. Ronaldo alianza kucheza mpira akiwa na miaka saba tu katika timu ndogo iitwayo Andorinha, na kuanzia hapo kasi yake haikufanana na watoto wengine. Jamaa alikuwa anaonekana kama ana GPS miguuni, kila mpira alikuwa na ujua unaenda wapi kabla hapa hujaenda. <laughs> Alihamia timu ya Nacional kisha akavumbuliwa na Sporting Lisbon. Hapa ndipo alipokuwa lulu na sasa sikiliza hii stori ya kufa mtu. Wakati yuko Sporting, aliwafanya wachezaji wa Manchester United wapoteze mwelekeo kwenye mechi ya kirafiki. Kocha Sir Alex Ferguson akasema, lazima tumchukue huyu mtu kabla Real Madrid hawajafika. <laughs> Ronaldo alijiunga na Manchester United mwaka 2003 akiwa na miaka 18 tu, na rafiki yangu, hapa ndipo alipoanza kubadilika kuwa monster wa magoli Alishinda mataji matatu ya EPL, kombe la FA na kile kikombe cha ndoto ya kila mchezaji, UEFA Champions League mwaka elfu mbili na nane. Na, na usisahau alipiga penalti ya ushindi kwenye fainali, ungawa alikosea pia lakini, si unajua, Ronaldo hukosea kwa staili <laughs> watu wakaanza kumwona kama mrithi wa kina George Best, Cantona na Beckham. Lakini Ronaldo alikuwa na mpango wake, hakutaka kuwa mrithi wa mtu. Alitaka kuwa original Ronaldo. elfu mbili na tisa, Real Madrid wakamwanga pesa milioni 94 wakati huo ilikuwa rekodi ya dunia, na hawakukosea. Ronaldo akaja kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Madrid, magoli 450 katika mechi 438. Jamaa alikuwa analeta gol kama vile kutoa mchele kwenye gunia <laughs> Alishinda Champions League mara nne akiwa Madrid, Ballon d'Or nne zaidi na magoli mpaka wale makipa wakawa na stress tu. Nakumbuka kulikuwa na ushindani wa kufa mtu na Messi. Yaani Messi akifunga ya hat-trick, Ronaldo naye anasema hold my protein shake <laughs> Baada ya kuharibu La Liga kwa miaka tisa, Ronaldo akahamia Juventus mwaka 2018. Wakasema Serie A ni ligi ya mabeki wakali. Ronaldo akasema tutaona. Akafunga, akafunga, akafunga mpaka mabeki wakawa wanamlinda kama ni wifi yao <laughs> akiwa elfu mbili ishirini na moja akarudi Manchester United, mashabiki walilipuka kwa furaha, akatufungia tena magoli, lakini timu ilikuwa kama group project ya chuo, mtu anafanya kazi, wengine wanacheza TikTok. Mwishowe akasepa akaenda Al Nassr kule Saudi Arabia, na jamaa bado anafunga bado anajenga legacy. Ronaldo si mchezaji tu, ni baba wa familia, mpenzi wa Georgina Rodriguez na mzalishaji wa watoto wengi, ameshawazidi hata wachezaji wengine kwa magoli na watoto <laughs> anapenda fitness, hata kinywaji cha soda huwa hanywi. Alisema mtoto wake alinyoa Coca-Cola, akamwangalia kama kafanya kwasa la kitaifa <laughs> ana kampuni ya nguo hoteli na ni bilionea tena wajasho si wa urithi Cristiano Ronaldo ni mfano wa mtu ambaye hakuridhika na sawa alitaka bora kabisa kutoka kuwa kijana wa, wa kisiwani mpaka kuwa nembo ya dunia Ronaldo anatufundisha kuwa hakuna kisichowezekana iwe ni kwa miguu yake kifua au hata kichwa Ronaldo alitumia kila sehemu kufunga isipokuwa mikono <laughs> na bado hadi leo akiwa na miaka 34, bado anafanya watu wapige push up kwa macho. Kama umefurahia video hii, gonga like, acha comment yako. Je, unampenda zaidi Ronaldo au Messi? Na usisahau kusubscribe kwa video zaidi za mastaa, historia na vichekesho vya maana kama hivi. Mtaka wakati mwingine, kumbuka, weka malengo makubwa funga kama Ronaldo na acha dunia ikuangalia, ikisema si kweli, huyu jamaa anaweza.